Nimeyataja makusudi na huwa naeleza baadhi ya minasabati, nikipiga mifano ya watu wajinga, hasa hata nchi yetu hii pia wapo walioibuka hivyo, ao akina Sheikh Sharifu, akina mara nyingi mfano huu unautumia. Nikaweka hapa kipengele kinasema, je mwanamke anafaa kuchinja na je kichinjwa chake ni halali? Katika ee makala nimeweka maneno hayo.

Wamekubaliana maulamaa amba wote ambao tumehifadhi kutoka kwao elimu, ala ibahati dhabihati almarati walsabii. Iko ndio walichokubaliana juu ya uhalali kufaa kichinjwa au mnyama aliyechinjwa na mwanamke na mtoto mdogo mwenye kupambanua yani Naeleza nyie hamjawahi kusikia kwamba mwanamke hafai kuchinja? Hamjawahi? Eh? Eh? Basi sakan watoto wadogo mkanini msiw kusikia. Na mambo yameenea huko mtaani, sheikh, hujawahi kusikia? hujawahi kusikia kusikia? Mimi napiga mfano hii kwa sababu kuna mwaka mmoja mwanzoni, mwanzoni, si tulianza kwenda kusoma Pemba nikowete pale, alikuja shesharifu yule wa mwanzo. Maana mashesharifu washakuwa wengi, lakini yule wa mwanzo aliibuka miaka ya tisini. Yule mwanzoni miaka ya tisini yuko Tabora, uko uchaguzi uliopita akitagombea ubunge yule sharifu yule. Aenda kwenye ubunge lakini kwenye usharifu kutakuwa asha, ashafeli. Aona labda akajaribu huko. Nilimwona mwaka 95 kwa macho yangu kijana ya akiwa na, na miaka kama mitatu minne hivi katika uwanja, aliletwa anakamatwa kipandisho juu ya meza juu ya kiti, anazungumza. Niliwahi kumwona pale Lindi, ule uwanja wa mpira, tukwenda kumwona sheikh Sharifu amekuja. Lakini sasa nako Pemba, miaka elfu mbili, na mbili na, tatu hivi alikuja sehemu fulani katika uwanja akaulizwa swali, je, mwanamke anafaa kuchinja? Hafai kwa sababu ni mtoto, muda mwingine anaweza kwenda kucheza, akarudishwa tena, ndio shekhe atoa mawaidha, akaletwa tena, alikuwa afanya hivyo, anaweza kushika kweli? Ukimwachia hivyo, anaweza kwenda kufanya mambo yake mengine. Haya, kwa nini sasa? Kwa sababu ana huruma sana Yani yule mwanamke afai kuchi. Je, ukimpata katili nani, mfano kwamba alina huruma mwanamke huyo alivyo, hata ngombe zamwangusha, utafanyaje? Kwa sababu itakuwa sasa jambo, yani haija kusanya. Kwa nini hafai? Huko alimamu Ibn Mundhir anasema kwamba makubaliano wanaochuoni wenye ilmu, huyu ana elimu, ndio maana yake, ndio maana hayumo katika makubaliano hayumo katika watu wenye ilmu Haifai na ndiyo maana alimamu binu Qudama alipotaja maneno haya na alipohitaja hadithi ya yule mja kazi mtumwa yule wa kike wa Kabi Ibn Malik, mwajuwa yule mtumwa yule ambaye alichinja mbuzi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa anachunga, akaona na maradhi, akaona isii, tukamkosa, akatafuta kitu kama jiwe yenye kupata lenye makali aka

Ya kwanza kabisa kufaa sawa, uhalali wa kichinjwa cha mwanamke, mnyama aliyechinjwa na mwanamke, dhabiha. Uhalali wa mnyama aliyechinjwa na mwanamke. Wa thania tu, na faida ya pili, ibahatu dhabihati alama, sababu katika ile hadithi sawa, uhalali wa mnyama aliyechinjwa na mtumwa wa kike huyu yumo ajua mambo haya sharifu kwa baiti ushe sharifu e, anafundishwa anasomeshwa na watu wanakuja usiku wamevaa kanzu nyeupe wanamchukua ndani chini ya mti malaika wawili ndio anamsomesha malaika asomesha namna hiyo wakii okay, kama madrasa vile ya mtaani mashaitani wawili wamevaa kanzu zao nyeupe nyuma nye waita malaika malaika wa kanzu mlimwona wapi sasa mbona, Jibril amkuja katika umbile la la mtu. Sasa Jibril atakuja kwa sharifu eh? Jibril eh, mwamjua, hawezi kufanya hivo. Wajua katika bid'a kuna, kuna sura hiyo. Mtu anaweza kuwaza hivyo kwamba anachukuliwa anapelekwa peponi, ndo anakolala, asubuhi anakuja duniani. Wallahi nakuelezeni hivyo katika mambo ya usufi hapo mambo hayo. Ndio maana kuna mtu mmoja alikuwa anaota hivyo kwamba yeye usiku analala la peponi, lakini asubuhi yuko doko duniani mwenye anaishi kila siku, alivyoeleza kujielezea kwamba analala peponi. Yule mwanachuoni wa sunna kaambe, sasa ukija kuchukuliwa kule peponi, waambie hivi hata mchana wa kesho utakakushinda huko huko, utakikurudi huko. Basi mchana ikawa yuko kule kule, kumbe akiamka yuko jaani, taka tele zimejaa, kumbe analala jaani mchana wake yuko jehani, kamba bwana nataka nishinde huko huko peponi hata mchana wa kesho nisirudi, kwa sababu kila siku anaenda usiku huko usingizini, useme umeenda peponi, mchana alibakishwa yuko jehani. Je, kubwa yuko pale kuna pempa siku na nini yinisi, kama kuna vitu gani? Mfano, kumbe ndio pepo ile anapeleka usiku. Lakini wapo wafanya hivyo wapo, wapo watu wanaona wanatasawwa warudi no, hivyo kwamba yeye alipofikia sasa sio kama nyinyi kwanza hiyo usiku analapepuni sio kama nyinyi mnavyo no, wapo wanatasawari mambo kama haya almuhimu kwamba eh ni suala lipo linafaa mpaka pia akasema wathalitha nkaitana faida ya tatu ibahatu dhabihatil haidhi akataja hivyo faida ya tatu uhalali wa mnyama aliyechinjwa na mwanamke mwenye hedhi Hey, si kwa sababu si mwanamke atakuwa na hedhi. Mfano yule aliyechinja, sema utamjuaje alikuwa na hedhi? Kokutojua ndio uhalali wenyewe, maana o tuletee habari alikuwa tahara. Na mbona akuulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, umechinja, kwani ulikuwa tahara? uko tahara, mbona akuulizwa hapo? Pakapatikana faida, faida muhimu hizo, dhibitini, dhibitini hizo tena katika alimamu Bukhari, katika sahihi Bukhari ameweka mlango babu dhabihati lamati walmar'a, wale mlango wa, wa, wa kichinjwa cha mjakazi na mwanamke. Ibn Hajar katika fathi ilbari bari juzu ya 9 ukurasa 932, akasema kaanahu yushiru ila raddi ala man manaa dhalika, kana kwamba yeye Bukhari ameuwita hivyo mlango huo, anaashiria kwenye kumkosoa yule aliyekataza hilo, anamfanyia raddi, ndio mlango ameuweka hivyo hivyo, anamjibu yule anayeona kwamba haifai. Kwa hiyo ataingia Sharifu na nani na wafuasi wake pia na wengine wataingia, wamejibiwa na alimamu Bukhari kumbe miaka mingi katika sahihi Bukhari, wamejibiwa watu kama hao na watu wengine mfano wake.